Naitwa Benson Mwaitenda, afisa sheria kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda kaskazini Arusha. Kwa niaba ya kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ndugu Aretas Lyimo, tumeteketeza jumla ya kilogramu 363.45 ya dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokamatwa katika eneo la Arusha, na ukamataji huo ulihusisha kukamatwa kwa watuhumiwa wawili ambao taratibu za kisheria zinaendelea ambapo zitakamilika utafikishwa mahakamani. Na utekelezaji huu kama mnaona hapo nyuma umefuata taratibu zote za kisheria kwa kuhusisha watu wote muhimu. Tupende kutoa rai kwa Watanzania wote hususan watu wa kaskazini, kanda kaskazini, kutojihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Bado tunaendelea kusisitiza kila siku kwamba sheria bado ni kali, utabainika unahusika na utumiaji na biashara, basi sheria itafuata mkondo wake pale utakapokamatwa. Tumekamata watumiao wakiwa wanasafisha mirungi kwa kutumia magari na taratibu zote uh, zinaendelea kwamba magari uh, gari hilo lishashikiliwa na tunasubiri uh, uh, upelelezi ukamilike, watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Uh, watu wote ambao wanaenda kutamani kufanya biashara hii, na nawasii na wasi, kwamba waache kufanya biashara hiyo, wasijaribu wasi hata kidogo, sababu bado tunaendelea kusita kila siku kwamba sheria ni kali sana. Iwapo watakamatwa, basi wataweza kupelekwa mahakamani na kuweza kupata adhabu. Mimi kwa jina naitwa Suzana Culture Fashion yeah a madawa alikuwa anaharibu vijana wetu, lakini kwa sasa hivi naona kwa kweli mkoa wa Arusha umedhibiti sana hiyo hali. Maanake ilikuwa inafanyika hadharani na vijana wetu tulikuwa tunaona, na watu wazima pia tulikuwa tunaona wanatumia hivyo vitu, lakini sasa hivi tunampongeza sana hao viongozi walio dhibiti hayo mambo. Kwa kweli hali kidogo imeshakuwa nzuri, hatuwaoni tena hadharani, lakini sijui mafichoni, lakini naona na vijana pia wame wamebadilika. Isipokuwa kitu kingine ambacho ninachokiomba sana ni hizi pombe, pombe zinazouzwa kwa kupimwa. Hizi ndogondogo, apiwa hizi pombe kali kali, pia wadhibiti hiyo unywaji wa pombe, pombe zinapimwa kidogo kidogo, ukiwa na shilingi elfu mbili unapata elfu moja unapata. Kwa hiyo vijana wameharibika, vijana tumekosa taifa la kesho. Na serikali kwa kweli wamefanya nguvu kubwa sana maana zamani walikuwa na kula hadharani, iwe eh, eh, mchana iwe usiku, lakini serikali imefanya jitihada kubwa sana kudhibiti hivyo vitendo. Ila walivyopigwa marufuku kukula madawa kulevya mchana, wamekimbilia kwenye pombe. Kwa hiyo tunaomba serikali pia ifanye nguvu kubwa kudhibiti sehemu za starehe, zifunguliwe muda mwafaka. Serikali imekuwa na wigo mpana sana sasa hivi kwa hiyo zile njia za uchochoroni, njia za kupitisha pitisha geti, kwa hiyo inakuwa sio rahisi ile mizigo kufika mjini. Mji mzima wa Arusha sahii mirungi haupati au upati? ha, mimi hapa kama Hussein Haji Bakari nipo tayari kupata nikipata watu wenye nguvu ya kunipa sapoti ya kupambania madawa kulevya kwa vijana wenzangu wapate kuacha. Nipo tayari, tunaenda kwa sababu ni vijana na wanaoumia wengi ni vijana wenzangu amna mtu mwenye miaka, kwa sababu ukija kama mimi na miaka kama thelathini, simona mwenye miaka arobaini au arobaini na tano ni eji, tunasema ishaanza kuisha. Kwa hiyo kwanza, mimi sasa hivi inabidi nipambanie vijana wenzangu kwanzia wenye miaka ishirini, kumi na nane niende nao sasa kwenye umri wangu.